Utofauti kati ya jina la biashara na kampuni. Kwanza, jina la biashara tunasema ni mfumo wa uendeshaji biashara ambao una usajili unaomwezesha mtu usajili biashara yake akiwa kuanzia mtu mmoja mpaka ishirini. Kampuni ni kuanzia watu ishirini mpaka hamsini. So utofauti mkubwa kati ya jina la biashara na kampuni, mara zote huwa tunasema jina la biashara ni kama sole proprietorship, usajili ukiwa peke yako na kama asaidi ukiwa peke yako. Utofauti wa jina ya biashara na kampuni ni eneo hizi tatu. eneo la kwanza ni eneo la kodi. kodi kwa biashara unaenda TRA kufanyiwa makadirio yako ya mwaka na kupewa utaratibu wako mzima kwa hiyo kitokea mtu anataka kukuwajibisha, anaweza kukuwajibisha wewe na biashara yako pamoja, ila kwenye kampuni no, unakuwa kuna limitation. Alafu uh -huh. yeah. mwisho ni kwenye uendeshaji wa mama. Kwenye jina la biashara inafanya vizuri zaidi ukiwa peke yako, lakini kwenye kampuni ni rahisi sana kudhibiti, kwa sababu endapo mtakuwa kwanzia watu wawili na kuendelea, na kama una vision ya kufanya biashara kwa ukubwa na watu wengi tofauti tofauti.